lakini tauba yake ni mtu ku kufanya nini? Kufanya tauba kurudi kwa yeah, Allah subhanahu wa ta'ala. So naam, eh, hii ya kwanza. Ama huyu jamaa kitu anaongea, mtu amekufuru katika Uislamu ametoka toka, hawezi kuingia mpaka atamke shahada mtu mm. Kama fanya shirki shirki ya kufu ambaye anasema hii ni kwangu halal, kama mtu akamwambia mimi kumfanya kumroga watu au kutumia uchawi ni halali, sharia haijakataza au kwambia ni sala kwangu sio sio wajibu katika Qur'an haipo sala, kana mimi Qur'an kata sunna na kila kukitimama, anajua huyu kafiri hata kutubu, lazima tamke shahada. lakini uh -huh. mjadala mtu kafanya shirki ambaye yeye hakusudi kutoka katika Uislamu, yeye anatubu tu sawa so, sawa so. na. Naam, tunao uh, shahidi mingi yeah, namba, shahidi. namba moja tu mm. huyu uh, uh, nani mwanamke alikuwa anabiga dufu kwa imba mtume sallallahu alaihi wasallam na Aisha Yeah. Ipo, dogo, dogo. Eh, ulikuwa mtume melala kitandani hapa, na wao wanapiga wana dufu, mmoja wao ulikuwa wanasema shairi, Waislamu walikuwa hivi mapigana kafiri, Allah, kaamba, nusra, hivi. Baadaye amezidisha amizidishadala moja wa fina nabiyun ya'lamu ma fi qad, tuko ndani yetu nabii anajua kesho inatokea nini, yeah. mtume kwambia simama hapa ah. ile endelea endelea, lakini hii usiseme tena.

Kwa okay, hivyo ukiwa umefanya kufuru ambayo inakutoa katika Uislamu, no. Itakubidi no, kupiga shahada no. Sawa sawa.